Siku ya Kimataifa ya Kupunguza Maafa ilianzishwa kwa azimio namba 94 mkwaju 200 na kupitishwa na baraza la Umoja wa Mataifa Desemba 21 mwaka 2009, ili kuzuia kupunguza madhara, kujiandaa kukabili na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Watanzania sasa tuwe tayari kukabiliana na majanga popote yanapotokea kwa kuwasaidia wananchi badala ya kwenda kuwadhuru wananchi basi nimeanguka, watu wanaangaika wako ndani, wewe badala ya kwenda kuokoa watu enda kutafuta masanduku. Hii sasa tutafanya kama ni mwisho, na tuataa kushirikiana pamoja katika kuokoa majanga, na tuwe tayari katika kuokoa majanga ili tuokoe maisha ya watu wetu. Kauli mbiu ya mwaka huu inalenga kuhamasisha wadau wa usimamizi wa maafa kubadili mtazamo na kuwekeza zaidi katika kuzuia, kupunguza madhara na kujiandaa kukabili maafa, badala ya kujikita katika kukabili maafa baada ya kutokea. Lakini ni upi hasa mtazamo wa vijana mara baada ya kutolewa kwa tamko hili? Siku zote tusita, tusipende kufanya jambo pale jambo limetokea, lakini tu, tu, tufanye mambo kabla hajatokea. Kwa hiyo ni, ni, ni ishu nzuri, na nipongeze ni Serikali kwa awamu nyingine kwa kufanya hili jambo. Nimempokea vizuri waziri mkuu ametuelekeza wa vizuri kwamba tuweze kujiandaa na maafa kabla hayajatokea. Kwao nimemwelewa sana na, naomba semina kama hizi ziwe zinaendelea kutolewa kwa sisi hapa vijana. Kutolewa kwa tamko hili ni mwendelezo wa jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa na serikali katika kuelimisha jamii ili kuchukua hatua mapema kabla ya maafa na majanga kutokea, ambayo kimsingi hugari maisha ya Tanzania pamoja na mali zao pasi kutarajia. Kakurumsimu